Tarehe tisa Mei ni kumbukizi ya ushindi wa jeshi la Urusi maarufu kama Red Army, wakati wa Urusi ikiwa umoja wa Kisoviet dhidi ya jeshi la kinazi la Ujerumani katika vita ya pili ya dunia ya mwaka 1945. Maadhimisho ya mwaka huu imebeba kumbukizi ya miaka 80 toka ushindi huo ulipopatikana mwaka 1945. Kama ilivyo ada, tukio hili lilikuwa fursa adhimu ya Urusi kuonyesha uwezo wake wa kivita kupitia gwaride maalum la wanajeshi pamoja na zana mbalimbali za mbali kivita. Kipekee kabisa kikosi cha wanawake wa jeshi hilo kilipamba maadhimisho hayo. Mbali na maana ya pambo lililozoeleka, wanawake hawa ni kielelezo cha uwezo mkubwa wa wanawake kushiriki vitani, kikirejesha hisia zetu kwenye vita ya pili ya dunia, ambapo zaidi ya wanawake laki nane wa Kisoviet walihudumu katika jeshi la Red Army, miongoni mwao kikiwepo kikosi hatari cha angani kilichoendesha operesheni maalumu mabomu kwa umahiri mkubwa nyakati za usiku. Kikosi hiki kilipatiwa mafunzo kuratibiwa chini ya ukamanda Marina Raskova, na kutokana na ufanisi mkubwa wa kazi yao, jeshi la Wajerumani liliwapatia jina la Night Witches au wanga wa usiku. Walifanikisha operesheni elfu thelathini na kujizolea tuzo mbalimbali, kikiwa miongoni mwa vikosi vichache vya anga vinavyoundwa na wanawake tupu katika karne ya 20. Ikumbuko kwamba siku zote wanawake wamekuwa mahiri katika kubeba majukumu mengi kwa wakati mmoja. Hivyo vikosi hivi vya wanawake pia kilisheni madaktari na manesi waliohudumia majeruhi na wagonjwa, wakifanya kazi kwenye mazingira magumu katika mstari wa mbele kwenye mapambano. Kiujumla, wanawake hawa wana historia ndefu sana ya kushiriki kiufanisi katika mapambano nchini Urusi, kwani hata kabla ya vita ya pili ya dunia wanawake waliongoza maandamano yaliyofanikisha wa mapinduzi ya mwaka elfu moja mia tisa kumi na saba yaliyoondoa utawala katili wa kusimika mfumo wa kijamaa nchini Urusi. Hakika gwaride hili la wanajeshi wanawake katika maadhimisho ya Mei tisa ishirini ishirini na tano imetukumbusha kwamba bado historia ina deni kubwa sana kwa kuenzi mchango mkubwa wa wanajeshi hawa katika ushindi ule wa pamoja na kuenzi mchango wa jumla wa wanawake katika mapambano ya wanyonge.